Chaguo sahihi na usiende mbali, nachotakiwa ongeza sauti ya TV yako ili uweze kupata madini ya kutoka katika TFFTV. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo, karibu sana nam na leo katika TFFTV, kama ambavyo nimekuambia kwamba kawaida yetu ni madini, elimu pamoja na taarifa mbalimbali ambazo anazipata ndani ya TFFTV na leo nipo eh, na eh, kaimu CEO wa bodi ya ligi kuu Ibrahim Moyela ambaye tunazungumza naye vitu vingi kuhusiana na uh, ligi kuu eh, pamoja na mambo yake ndani ya ligi kuu. Uh, kaimu uh, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, karibu sana katika TFFTV eh, kwa mara ya kwanza ukiwa eh, katika nafasi hiyo. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji Mister Ndimbo na nimeshakaribia tena. Naam na, na uh, hongera kwa kupata hiyo nafasi ya uh, kukaimu uh, si kitu kidogo, ni jambo kubwa hilo. Asante na, sana nashukuru sana na umejipanga vizuri yeah? Nimejipanga vizuri lakini, lakini, vizuri, lakini mm -hmm. Kikubwa tuendelee kumtanguliza Mwenyezi Mungu mm. Lakini kujipanga tumejipanga vizuri na tunaamini mambo yatakwenda vizuri katika msimu huu wa 25 26. Moja kwa moja tuanze kuiangazia uh, uh, ligi kuu baada ya pazia kufunguliwa la msimu wa 2025-2026 ishirini ishirini na uh, vipi mwanzo wenyewe wa ligi tukianzia hii ligi kuu ya NBC uh, mnaonaje kwamba imeanza kwa, ime kwa namna gani mpaka hivi sasa uh, kwanza kabisa eh, kama ulivyosema eh, ndugu yangu Ndimbo ni kwamba eh, pazia lilifunguliwa rasmi tarehe kumi na sita kwa maana ya ngao ya jamii ambayo ilikuwa ni ishara y kuonyesha kwamba sasa msimu unakwenda kuanza na msimu wa ishirini na tano ishirini na sita wa NBC Premier League tulianza rasmi tarehe kumi na sita e, ndio pazia rasmi lilifunguliwa la ligi. Na kwa mwenendo mpaka sasa, kwa jinsi toka tumeanza, tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. E, ratiba ambayo tulikuwa tumeshaitoa mapema mpaka sasa hivi tunavyozungumza, e, ipo katika mpangilio ule ambao tumeupanga, kwa maana ya kwamba tarehe ambazo tumeziweka, muda ambao tumeweka. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ile ratiba ambayo tumeitoa, tunakwenda nao vizuri, lakini msimu rasmi tulianza kufungua tarehe kumi na saba baada ya ule ufunguzi wa ngao ya jamii ya 16. Naona ligi imeanza uh, kwa mbwembwe watu wameanza kubandika mpaka uh, misimamo sasa kwenye timu kwamba sisi ndio tunaongoza na nini lakini baada ya kuwa ligi imekwishaanza, anza wengine wakiwa wamecheza mechi mbili wengine mechi tatu sasa uh, hali ikoje mpaka sasa ligi inakwendaje yes. uh, mpaka sasa ligi inakwenda vizuri uh, uh, of course kwa maana ya E, ratiba inapokuwa imetoka lazima msimamo utoke kutokana na alfabetikali. Kwa hiyo mtu anasikana kama miche haijachezwa aliona pale yuko namba moja, kuna mwingine yuko kwenye delegation kuna mwingine ile ya kushuka kabisa mm -hmm, lakini baada ya hizi mechi tatu ni kwamba anaanza kuonekana nani ambaye ameanza kushikilia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya kumi na sita. Na ni mani yetu sisi kwa maana ya kutaka kupunguza vile vitu ambavyo tunasema nafasi kati ya mechi moja na mechi nyingine kwa maana ya msimamo tunatarajia basi itakaofikia wote wa, wamecheza wa mechi zinazofanana basi pale tutaanza kuangalia sasa msimamo jinsi ambavyo wanakwenda. Lakini sasa hivi tunapongeza wale ambao wanashika zile nafasi za juu ya tayari kuna mabadiliko ambayo mmeshea uh, uh, na clubs, lakini wadau pia mbalimbali -mbali, uh, kuelekea katika uh, msimu huu ambao unaendelea, labda ut utupitishe hapo katika eneo uh, hilo uh, la mabadiliko ama marekebisho ya kanuni ambazo eh, tayari mmekwisha eh, zielezea kwamba ni kanuni zipi ambazo zimebadilika. E, ni kweli kabisa kuna mabadiliko ambayo yamefanyika, lakini lengo ilikuwa ni maboresho mm -hmm. Kuelekea msimu huu wa ishirini na tano ishirini na sita. Na katika maboresho hayo ipo michakato ambayo ilifanyika mm -hmm. E, michakato ilifanyika kwa maana ya kwamba Uh, kuweza kuendea yale maboresho kwa maana ya msimu mpya mm -hmm. E, yalifanyika maboresho na mchakato ule ambao ulianzia kwanza kwa wadau mm -hmm. Eh, wadau tuliwapelekea kwa maana ya kwamba tupokee maoni, tupokee maboresho ambayo e, kama sisi wasimamizi wa ligi tuliweza kuyapokea, na baada ya kuyapokea tuliyapelekea katika utaratibu ule ambao e, ni, ni, ni, ni, ni wa kawaida kwa maana ya baada ya kutoka kwa wadau tuliwapa muda pale baadaye ikaenda kwenye management, baadae ikaenda kwa wenye vitu wa vilabu, na ipofikia hatua ikabidi iende mara ya mwisho kabisa, kwa sababu sisi kama wasimamizi na waendeshaji, kuna ile kamati ya waendeshaji na usimamizi mm. Kwa hiyo nao, kwa sababu msimu mzima uliopita walikuwa kwenye vile vikao kwa hiyo nao walikuwa na maoni ambao waliweza kuyatoa mbali na yale ambayo ni ya wadau tukayaunganisha pamoja. Kwa hiyo walikaa kikao cha masaa sabini na mbili akaenda kwenye kikao cha management na baadae kwenda kwenye wenye vitu wa vilabu ambao ndo wadau wakubwa kwenye, kwenye ligi yetu, lakini baadae apelekwa kwenye escom na escom ikaweza kupitisha, kwa maana ya maboresho ya msimu huo wa 25 26 sita na ndugu mtangazaji, katika maboresho yapo maeneo ambazo kanuni zimeguswa. mm -hmm. E, kuna baadhi ya kanuni zimeguswa kuelekea huo msimu wa ishirini na tano ishirini na sita. Kwa mfano kuna kanuni ambayo ni kanuni namba na nane ambayo ina uzu mshindi mm -hmm. kwa hiyo yamefanywa maboresho msimu uliopita na msimu wa sasa hivi. Kwa hiyo hii kanuni imeguswa kwenye eneo hilo la maboresho na hasa ukiangalia kwamba eh, kuna eneo ambalo limeongezwa pale kwamba baada ya yale matokeo kuwa na pointi nyingi na nini kwe, kwa hiyo ni kakaonekana, wakati ule inachofuatia ni, ni goal difference eh, tofauti ya magoli. Kwa hiyo kwenye yeah, maboresho maboresho hayo sasa, imeonekana kwamba baada ya zile points wakiwa wamelingana tunakwenda kwenye head to head, wale wawili wawili walipokutana matokeo yalikuwa ni nini. Kwa hiyo baada ya kufanya head to head, maana yake sasa zile zingine zinafuata kama msimu ulivyokuwa umekwisha. Lakini kanuni nyingine ambayo imeguswa ni kanuni ya kumi na moja ambayo inahusu vikombe na tuzo, mm. Ya, inahusu vikombe na tuzo. Kanuni iliyopita ilikuwa mm, inazungumzia E, siku tatu baada ya shindano la FA la shirikisho kumalizika, basi kutakuwa na tuzo na vikombe. Lakini kwa sasa kanuni imeboreshwa kwamba ni mpaka pale ambapo tarehe itapangwa na TFF kwa sababu zile tuzo na vikombe ni kwa ajili ya TFF awards. Mm. Kwa hiyo, sasa hivi kuna maboresho hayo kwamba e, TFF itakuwa sasa na mamlaka ya kupanga tarehe kwa ajili ya vikombe na tuzo. Lakini ndugu mtangazaji, kanuni nyingine ambayo imeguswa ni kuhusu ratibu za mchezo. Mm. E, taratibu za mchezo ambayo ni kanuni namba kumi na saba ambayo ina majumuisho ya vitu vingi sana pale. Kwa hiyo, mm. hiyo ni eneo ambalo pia katika maboresho na yenyewe imeweza kuguswa. Kanuni nyingine ndugu mtangazaji, ni kanuni ya 19 eh, mm. kuhusu ngao ya jamii. Mm. Ya, yeah, kuhusu ngao ya jamii ah, uh, kanuni ya um, msimu uliopita ilikuwa inatuambia kwamba kutakuwa kuna shindano. Shindano maana ni zile timu nne. Mm. Lakini katika maboresho uh, katika hali ambapo sasa itaonekana kuna mazingira ambayo weza kufanya shindano, kutakuwa na mchezo utakuwa na mchezo, kwa hiyo ndio maboresho ambayo yameongezeka pale mchezo mmoja, yes, mchezo mmoja. Mm, na msimu ambao tumeona mchezo, e, mchezo ule mm. yes, mm, anacheza na mshindi wa pili ambayo ni kwenye ligi. Kwa hiyo msimu tumeona wale washindi walikuwa ni Simba na Yanga ambao waliweza kukutana o ni moja kanuni ambayo ilikuwa imeguswa kwa maana ya bingwa Young Africans lakini, yeah. kwa sababu pia ndio bingwa wa CRDB Bank Federation wakaana mshindi wa pili uh, wa ligi ya NBC ambaye ni Simba, sio sahihi kabisa. mm. Kanuni nyingine iliyoguswa ni kanuni ya, ya 31, e, kuhusu kutofika uwanjani. mm. uh, pia ni kanuni ambayo imefanyiwa maboresho, lakini kauni nyingine ambayo imeguswa ni kanuni ya 35 ambayo inahusu msimamizi wa kituo E, zamani kwenye kamati nini ile wanasema e, kanuni zilizopita mm-hmm. Basi imemwondolea sasa ile majukumu ambayo alikuwa nayo kutokana sasa na mfumo ambao tumekuwa nao mpya. Mm-hmm. Kwa hiyo ni moja ya kanuni ambayo imeguswa kuhusiana na yule ambaye ni msimamizi wa kituo. E, ndugu zangu, kanuni nyingine ambayo imeguswa ni kanuni ya 39 ambayo inahusu waamuzi. Kwa hiyo pia na yeye imefanyiwa maboresho na kamati kwa maana ya Excom imeweza kuridhia na kuweza kupitisha kanuni nyingine, ndio mtangazaji ya waamuzi kabla hujatoka yeah. Una unamaanisha nini? maana kuna mtazamaji um, sahizi anaweza asielewe kwamba kwa waamuzi tumebadilisha kitu gani kwenye waamuzi ambao ni hiyo kanuni ya ya, ya, ya, ya 39 ni kwamba kamati ya waamuzi sasa ile ya TFF sasa mm. inaweza kupanga waamuzi kutoka nje ya Tanzania kwenye michezo ya ligi kuu. Okay. Kwa hiyo hapo awali tulikuwa na kanuni ambayo ilikuwa haituelekezi mm -hmm. Lakini pamoja na kwamba ya zamani ilikuwa pia inamruhusu mwenye shindano kwamba anaweza akapanga au waamuzi, lakini kwa maboresho lakin, haya sasa mm -hmm. E, tumeona kwamba inabidi e, sasa e, tuweze kuchukua na waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo manake kwa kwa ni, ni mchezo wowote sasa kwamba sio uh, tu kwamba uh, inategemewa pengine michezo ambayo inavuta hisia sana na vitu kama hivyo. Kwa maboresho kanuni haya, ni mchezo wote wa ligi mm, e, ni mchezo wote wa ligi e, pale ambapo e, mwezeshaji anaona kwamba inapaswa kupata wale kutoka nje mm, basi anaweza akacheza. Kwa hiyo ni mchezo wote wa ligi kuu, basi unaweza tukapata mwamuzi kutoka nje yeah. Yeah, baada ya kanuni hiyo kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kanuni nyingine ambayo ilikuwa imeguswa ambayo ilikuwa ina maboresho ilikuwa ni kanuni ya 41 kuhusu udhibiti wa wachezaji na yeye mm. Pale imejaribu kuonyesha ile maboresho kwa maana ya udhibiti wa wachezaji mm. Kanuni nyingine ambayo iliguswa ndugu mtangazaji, ni kanuni ya 57 ambayo inahusu meneja wa mchezaji, ya kwa hiyo mm. mm. kwenye eneo hili la meneja wa mchezaji, labda ndugu mtangazaji, naweza nikakupitisha kidogo kwa maana mm. ya e, kwa nini imeboreshwa ime, ime, ime, ime, ime hiyo kanuni mm. kwamba sasa anatamkwa kama meneja wa mchezaji. Kwa hiyo kanuni hii sasa itakuwa inamtamka kama wakala. Na wakala huyo anatakiwa awe ni mwenye leseni ya, ya FIFA. FIFA. Ya, kwa hiyo kanuni ya zamani ilikuwa inazungumzia e, mm. meneja lakini sasa mm. tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na wakala wa mchezaji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mchezaji kama anataka uwakilishi maana yake inabidi afanye kazi na wakala anayetambulika na, wakala. Wakala na, na FIFA. Maana yake akija ndimbo huko anasema kwamba huyu uh, Boi Manda mi ndo mchezaji wangu huyu, alafu sio wala sio wakala wa FIFA, watatakiwa kuwasilisha mkataba wa makubaliano baina yao, mm-hmm. kwa hiyo ile ya zamani ambayo ni ya msimu uliopita inamtambua kama meneja, lakini sasa imekwenda kwa kwa wakala, kwa wakala. Sawa tutarudi hapo uh, tuendelee katika maboresho mengine zaidi yeah. ya kikanuni. Tutakuwa na mapumziko mafupi alafu tutakuja kupata uh, taarifa nyingine zaidi za kutokea hapo. Uh, mtazamaji unaendelea kuitazama uh, TFF TV na tupo na kaimu mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu TPLB uh, Ibrahim Mwayela ambaye tunapata taarifa na uh, elimu pia katika maeneo uh, mbalimbali kuhusiana uh, na ligi kuu ambayo tayari imekwisha anza na ikiwa inaendelea, basi tunarejea baada ya muda mfupi. bado tunaendelea na TFF TV na kama ambavyo nimekwambia kwamba nipo na kaimu e, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Ibrahim Moyela ambaye e, tunapata madini kutokea kwake katika siku ya leo, na tulikuwa tunatazama e, marekebisho mbalimbali ambayo yamefanyika katika kanuni ambazo zinatumika katika msimu wa 2025 2026 nam tumetoka kuangalia hapo uh, marekebisho ya meneja kwenda uh, kwa wakala mm -hmm. uh, marekebisho mengine ni yapi ya kikanuni ambayo yamefanyika? Asante uh, sana ndugu mtangazaji Mstandimbo. uh, marekebisho mengine ni kanuni ya sitini na mbili ambayo mm -hmm. inahusu wachezaji wa kigeni mm -hmm. uh, kanuni ambayo tulikuwa tumeitumia msimu uliopita imebaki vile ile, imeboreshwa ndio maana iko katika sehemu ambayo imeboreshwa mm -hmm. na maboresho hayo kwa sasa mm -hmm. uh, inatambua kwamba klabu hairuhusiwi kusajili zaidi ya golikipa mmoja wa kigeni Yes, kwa ajili ya mashindano yote yaliyo chini ya TFF kwa mm hiyo -hmm. imeboreshwa katika hilo eneo, kwa maana ya kwamba sasa, eh, klabu inatakiwa, eh, kuwa na golikipa mmoja mm -hmm. kwa kigeni mm -hmm. yeah. Sawa, katika eneo la marekebisho tume eneo la makaribisho ndo hilo ambalo lilikuwa ni la mwisho, lakini pia mm. a, kulikuwa kuna kanuni mpya ambazo hazikuwepo katika msimu uliopita mm. Kwa hiyo kuna kanuni mbili zimeingia ni mpya. Kanuni mojawapo ambayo imeingia kwenye kanuni ya 37 ilikuwa ni kuhusiana na mratibu wa mchezo. Mratibu wa mchezo ambaye mm -hmm. anafanyia kwa jina la GC ambayo ni general coordinator. Sasa ameingizwa kwenye kanuni za msimu huu na kakiwa kama mratibu wa mchezo atakayeshindwa sasa pale kuna kwa kuna adhabu na vitu kama atashindwa mm. kutimiza majukumu yake. mm. Kwa hiyo kwenye sheria na kanuni ambazo tulikuwa nazo za msimu uliopita hilo mm. halikuwepo. Ilikuwa haimtaji. mm. yes. mm. Kwa hiyo sasa inamtaja na majukumu yake na pia kuna adhabu zake ambazo kama atashindwa kutekeleza majukumu yake. Lakini eneo lingine ilikuwa ni kuhusu ambayo ni kanuni mpya ambayo imeingia kwenye kanuni ya sitini na tano, ilikuwa ni kuhusu sana swala usajili, usajili mm. Kwamba katika habari za usajili sasa tumeongeza vitu ambavyo vinatakiwa mtu ili apate usajili, kwa maana ya mchezaji. Kwa hiyo tumeongeza kwamba nyaraka za vitambulisho zitakazotumika na TFF ili kuthibitisha usajili kwa mchezaji wa ligi kuu, basi ni ile pasi ya kusafiria, kwa maana ya passport au kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo kwenye usajili ni eneo ambalo tumeweza kuliongezea katika hii kanuni ya usajili. Sawa, so, kuna eneo la waamuzi eneo ambalo ni eneo korofi na uh, imekuwa na maneno mengi uh, kumekuwa na misasa ya hapa na pale kwa waamuzi, semina pamoja na vitu vingine. Eneo hili katika msimu huu ambao, uh, umeanza, mnalitazamaje? Uh, tumelitazama kwa mapana sana, kwa sababu ni eneo nyeti, kwa sababu ni eneo ambalo linaangaliwa na watu wengi, na ndio ambalo linaleta ufanisi katika mchezo. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi na waendeshaji wa ligi ya, tulifanya hizo testi za waamuzi na wakufunzi ambao walikuwa wanafanya hayo majaribio. Kwa hiyo walikuja waamuzi wakafanya zile testi za kiuamuzi, kuonyesha kwamba wako fiti kwa ajili ya msimu wa 2025/26. Kwa hiyo kwa eneo hilo kwa kweli tumejipanga kwa asilimia kubwa kwamba e, sisemi kwamba ni makosa lakini ni kusimamia zile sheria 17 za mpira wa miguu mm. Kwa hiyo tumeliendea vizuri na tunaamini tutakuwa na msimu bora zaidi wa 25 26 mm. Lakini mnatazamaji uh, msimu wenyewe sasa 25 26 ah uh, tunaotazama kwa mafanikio makubwa kwamba mm. Kama tunavyojua kwamba ligi yetu ilikamata nafasi ya nne, kwa hiyo sisi kwa, kwa kuliendea hilo jambo na kwa maana ya ubora huu ambao tumekuwa nao sasa tunatamani sasa huu msimu huwe bora natuweza kupanda kwenye, kwenye levo nyingine, na kwenye kulitazama hilo, ndipo ambapo tunawashukuru wazamini wetu. Tunashukuru wazamini wetu e, kwa maana ya Azam mwenye haki za matangazo NBC mwenye title sponsor, tunamwangalia TBC mwenye haki e, za, za, za, za, za, za kutangaza kwa maana ya redio, lakini pia e, tumeingia hivi karibuni makubaliano e, na just Fit ambao wanawavalisha hmm. Sasa hivi waamuzi wetu, mkiangalia waamuzi wetu sasa hivi wanavaa wanapendeza hmm. Ni, ni kwa sababu ya makubaliano sisi na Justifit pamoja na mpira ambao tunaotumia sasa kuchezea. Ni mpira ambao umetengenezwa katika ubora na ndio ambao unatumika kwa maana yeah, eh, eh, eh, ya ligi yetu, mpira maalum mara ya kwanza eh, kabisa hmm. Tunashukuru sana Justifit wakati huo ambako uh, msimu unaendelea. Huu ni msimu ambao umejipambanua kama msimu ambao umebana, kwa maana hata ukiangalia ngao ya jamii badala ya kuwa uh, kuchezwa ka, katika mtindo wa shindano uh, umechezwa kwa mujibu wa kikanuni kwa mchezo mmoja, kwa, kwa sababu ya msimu kwa namna ulivyobana. uh, vipi kwa upande wa ratiba ya uh, ligi kuu ya NBC mmejipangaje kuhakikisha kwamba uh, inaondoa viporo kwa namna ambavyo msimu umebana? Asante, ndugu mtangazaji, kwanza kabisa tunakiri Tunakiri hmm, kwamba huu msimu utakuwa ni msimu mgumu sana, hmm, msimu mgumu kwa sababu ya matukio ambayo yalikuwepo na sisi kama nchi tuliyapokea kwa maana ya CHAN, okay. Mwezi wa nane mzima tulikuwa tuna CHAN hapa Tanzania, lakini pia timu yetu ya taifa inakwenda kushiriki Afcon wa mwaka 2025, hmm, kwa hiyo kuanzia Disemba mpaka Januari, lakini pia kuna kombe la dunia inaanza nafikiri, hmm, Juni pale kuna E, hiyo FIFA dates lakini then kuna kuwa na ile kombe la dunia. Kwa hiyo, Mm-hmm. sisi kama simamizi na waendeshaji tumejipanga na tumeyazingatia hayo yote na hata mwanzo wa msimu tuliweza kutoa kalenda. Mm-hmm. E, ile kalenda ilikuwa ina matukio kuanzia mwanzo, hizo semina, lakini mpaka ratiba itakapokuwa imetoka. Na katika hilo ukiangalia ndugu mtangazaji, e, toka tumeanza e, ligi yetu tarehe 17, tunajisikia kama kuna mechi yote ambayo imeahirishwa hapa na muda tulikuwa tumepanga ni ule ule. Kwa hiyo kuendea huu msimu e, sisi kama waendeshaji na wasimamizi tunaomba vilabu ushirikiano mkubwa sana kwa sababu ratiba ni kweli imebana, na mazingira hayo yapo, na ligi lazima iishe. Na ukiangalia misimu ile ya nyuma tulikuwa tunakwenda mpaka miezi kumi, lakini kwa sababu hizi ratiba hizo chani FIFA, e, FIFA date kila mwezi pale kuna FIFA date, kwa hiyo utaona kwamba ratiba yetu inakuwa imebana sana lakini mwisho wa siku ni kuomba ushirikiano pamoja na vilabu ili tuweze kuiendea hiyo ratiba na kuweza kumaliza msimu kama ambavyo tumepanga. Eneo la miundo mbinu tayari, uh, kuna viwanja vimekwisha kula kifungo uh, baada ya mchezo mmoja tu uh, kuchezwa. Hili ni eneo ambalo mnalitazama kwa kiasi gani? Uh, tunalitazama kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mapana zaidi kwa sababu ukiangalia ile club license jinsi ambavyo mm-hmm. inatuelekeza uh, moja ya sifa ni hiyo ya miundo mbinu. Uh, sisi rai yetu kama simamizi na waendeshaji uh, nasema kabisa kwamba eh, kila timu kwa ina uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Kwa hiyo inapotokea sasa timu ikawa na uwanja wa mechi ndio uwanja wa mazoezi uh, kunakuwa na changamoto, lakini kuliendea hilo sisi ni kwamba ipo kamati ambayo inafanya ukaguzi wa hivi viwanja, na ukishafanya wanakuwa wameondoka katika ile eneo, kwa sababu ni kamati ambayo inajitegemea, iko independent, inakwenda kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kuwaomba wale wanaobaki na vile viwanja, kwa maana inawezekana ikawa ni meneja, lakini tunaemtambua ni ile timu ambayo imemiliki ule uwanja pale. Kwa hiyo baada ya kuondoka wale wakaguzi, rai yetu sisi waendelee kuvifanyia huduma vile viwanja, ili yasitokee haya ambayo yameweza kutokea. Na kwa sababu tuko kwenye kusimamia na kuendesha, mkaguzi ameshaondoka basi, huo unaobaki pale, endelea kuhudumia kile kiwanja, ili yasitokee haya ambayo yameweza kutokea zungumza na clubs kuhusiana na viwanja ambavyo havikidhi matakwa ya kikanuni na mwisho wa siku vinaishia kufungiwa. Rai, uh, yetu sisi kama wasimamizi na waendeshaji ni kuomba kuendelea kuvitunza vile viwanja, na kuendelea kuvitunza maana yake ni kuendelea kusimamia na taratibu zinaeleza kitu gani kuhusiana na ule uwanja na hata yale maboresho ambayo wanakuwa eza wameandikiwa, eza ni kwa maandishi au ni kwa mdomo, lakini e, mkaguzi anapokuwa amepita, basi ni vizuri wakaendelea kuvihudumia vile viwanja. Kwa hiyo kwa vilabu ni kwamba tuendelee kuvitunza viwanja ili tuweze kuvitumia vizuri. Kuna mtindo ule wa kwamba uh, mkaguzi akishapita akawaambia safi, huku nyuma wanaanza sasa kukitimbatimba, wakifahamu kwamba tayari mkaguzi kashasema fresh. Na, na, na hilo ndio rai yetu sana kubwa, kwa sababu ni kweli, kabla ya kuanza msimu utaratibu unafanyika wa kukagua viwanja. Kama nilivyosema, ni kamati ambayo iko independent inafanya lile jambo. Kwa hiyo, bado sisi kama wasimamizi na waendeshaji wa ligi tunaendelea kuomba vilabu waendelee kuvitunza sana vile viwanja, lakini wasipofanya vile, kwa sababu mkaguzi alipita kwa kweli e, itatokea hali ambayo imeweza kutokea vitafungiwa, kwa sababu tunahitaji kuwa na production nzuri sana, e, wadhamini wameweka fedha nyingi, kwa hiyo wanatamani mpira uonekane pale unachezwa vizuri. Kwa hiyo wajibu wetu sisi, kwa sababu ndo wadau wakubwa wanatumia vile viwanja, basi ni kuvitunza ili vikae katika mwonekano mzuri. Uh, kaimu mtendaji mkuu wa Bodi ya Ligi, tukushukuru sana na tukutakie majukumu mema ma, majukumu mema lakini pia tukutakie msimu mwema. Nashukuru sana. Asante. Basi uh, hivyo ndivyo tunavyokamilisha na kaimu mtendaji mkuu wa Bodi ya Ligi Kuu TPLB Ibrahim Mwayela, ambaye uh, leo tulikuwa tunazungumza naye uh, masuala mengi kuhusiana uh, na jambo ambalo linahusiana na Ligi Kuu ya NBC ambayo tayari inaendelea, lakini amegusia uh, maboresho ya kikanuni ambayo yamefanyika, amegusia pia eneo la waamuzi, amegusia eneo la wachezaji uh, kuwa na mawakala ambao wanatambulika kama utakumbuka uh, wiki iliyopita uh, tulikuwa na kipindi cha kuhusiana na wakala wa wachezaji. Kwa hiyo sio pia uh, amegusa leo hii, lakini pia vilevile vile amegusa maeneo ya miundombinu uh, ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatakiwa kuendana ama kukidhi matakwa ya kikanuni pamoja na mambo mengine. Bila shaka elimu kubwa umeweza uh, kuipata uh, kutoka kwa kaimu mtendaji mkuu Uh, wa bodi ya ligi kuu. Basi ni kushukuru sana kwa kuweza kuichagua uh, TFF TV. Mimi ni Clifford Mario uh, Ndimbo, unaweza kunipata kwenye mitandao yote ya kijamii lakini pia tembelea uh, kwenye mitandao yote ya kijamii ya Tan Football uh, kuweza kupata elimu pamoja na taarifa mbalimbali uh, za kutoka TFF. Mwandaji wa kipindi hiki ni Innocent Okama. Asante kwa wengine wote ambao wameshiriki kuhakikisha kwa kwamba unapata hiki ambacho uh, umekipata katika siku ya leo. Asante.